tunaenda kuona makubwa kabisa kwa utukufu wake na huruma yake subhanahu wa ta'ala. Ndugu yanguni Allah tabaraka wa ta'ala anasema, fayataallamuna min huma ma yufariquna bihi baina almar'i wa zawji, kwamba watu walikuwa wakijifunza kutoka kwa Haruta na Marut mambo ambayo yanaweza kumfarikisha mtu na mkewe. kwa hiyo kwa siku ya leo biidhnillahi tabaraka wa taala, tutaongelea uchawi. Tunasema sihr asarfi walbaghti. Tutaongelea uchawi, uchawi ambao ni uchawi wa kumpeperusha mtu, uchawi wa kumpeperusha mtu. Biidhnillahi subhanahu wa taala tutaona namna gani watu wanavyopeperushwa na kupeperushwa huku edha mtu ana mchumba wake lakini mchumba huyu imedumu mwezi mmoja miwili mitatu ametoweka. Lakini pia tunaposema uchawi wa kupeperusha, kuna mtu ana nyumba yake mahala fulani, amejenga nyumba yake vizuri tu, lakini kwa sababu ameshirikiana na mtu fulani, huyu anafanyiwa uchawi, anapeperushwa na anaisahau kabisa kama sehemu fulani kuna mali yake, au kuna mtu fulani yupo kazini kwake kazi yake ni kazi fulani yenye maslahi mazuri, ana cheo kizuri kazini kwake, lakini ghafla tu utamkuta mtu huyu yaani, ile hamu na hamasa ya kwenda kazini kwake akawa hanayo na ikaenda hivyo, hatimaye akajikuta kazi ameacha bila kuwa na msingi na sababu maalum. Tunasema sehr asarfi walbaghta, uchawi unasababisha sarfi, kumfukuza mtu au kumwondosha mtu kama tahajiri vile, kumhajirisha mtu eh? kumsafirisha mtu, kumtoa mahala alipo, kwenda sehemu nyingine, kumtoa katika lengo fulani, kuachana nalo na kuwa katika malengo mengine ambayo si halisi ya makusudio na malengo yake. Ndio maana nimeanza na maneno yake Allah, tabaraka wa taala, akisema, watu walijifunza kutoka kwa Haruta na Maruta, ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji kwamba yale ambayo yanayomfarikisha mtu na mkewe, yanayomfarikisha baba na mtoto wake, yanayomfarikisha mama na mtoto wake, yanayofarikisha mtu na jamii fulani, yanayomfarikisha mtu na bosi wake, yanayomfarikisha mtu na mali yake. Kwa hivyo, insha allah tutaona namna gani kwa utukufu wake subhanahu wataala, mimi naamini makayidi haya yote shida zote hizi za kishetani eh, wa kibinadamu na mashetani wa kijini biidhinillah, tutashinda kwa utukufu wake mweza Subhanahu wa Taala, inshallah. Kwa hiyo uchawi wa aina hizi tunasema ya kwamba wapo watu ambao huenda kuwaroga wenzi wao, na hii tabia kwanza ya uchawi, ndugu zanguni ni jambo baya kabisa, yani ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelikemea sana. Na nipende kabla sijaingia sana huku, wewe ambaye unatazama clip hii, ikiwa kama wewe unafanya mambo ya kichawi, ikiwa kama wewe unaroga, ikiwa kama wewe unawatia wenzako mabalaa na shida, kumbuka ndugu yangu, jambo hilo sio zuri. Ni jambo baya kabisa kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani amekemea sana kwa watu kufanya uchawi, amekemea sana watu kujifunza uchawi, amekemea sana watu kushiriki mambo ya kichawi. Lakini pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza pia, akasema tujihadhari sana na mambo saba yenye kuangamiza. Mojawapo katika mambo hayo ni uchawi, na mimi nitumie fursa hii kukwambia kama wewe una roga kama wewe una wanga kama wewe unajifunza uchawi kama wewe unamiliki uchawi, ndugu yangu, hii ni amali mbaya, ni amali ya shetani. Shetani alilaanika kabisa kabisa yani. Ndugu yangu, achana na mambo hayo, mrejee Allah tabaraka wa taala. Sasa tunasema wale watu ambao wenye nyoyo za vifundo, katika mioyo yao wana hasadi, katika mioyo yao wana shida fulani fulani, katika mioyo yao wanaenda kuwafanyia wenza wao kwa wachawi huko, kwa washirikina huko, alimradi ile neema aliyokuwa nayo imwondoke. Ndipo pale nikasema mtu anaweza akawa na mchumba wake amekuja kuchumbiwa, lakini tu kwa hasadi tu ya jirani, ndugu katika familia hao hao au hata nje ya familia, wakaweza kumfanyia jambo yule mchumba akaweza kupeperushwa na wala asirudi tena. Lakini yupo mtu ambaye kwa sababu tu ya uzuri wake Mwenyezi Mungu alivyomuumba, mashallah, basi akafanyiwa vitu vya namna hiyo mpaka leo hii hajapata hata kuolewa wala hata hajui ndoa ikoje. Lakini yupo mtu ambaye ameneemeshwa na Allah neema kubwa kabisa za riziki, ana majumba yake mazuri, ana mali zake nzuri, lakini akafanyiwa baadhi ya chawi mpaka yule mwenye ile mali akaisahau mali yake Yaani watu wakawa wanaitumia mali yake na pengine hata kuja kuambia bwana, mbona mali yako watu wanafanya hivi wanafanya hivi, yaani hata asiwe na wazo wala fikra hata ya kufuatilia, kwa sababu huyu amekwishafanyiwa vitu vya namna hiyo. Na nikasema pia wapo watu ambao wana kazi zao nzuri tu, lakini akafanyiwa vitimbi na makayid ya kishetani na sihri, akaweza kupeperushwa mpaka ile kazi akawa haifuatilii wala haendi kazini, na ukimuuliza sababu anakuwa hanayo kwa sababu tu labda pale kuna mtu mwingine naye anaitaka kazi ile. Kwa hiyo kuna mabalaa mengi sana ambayo yanapelekea hali kama hizo. Ndugu zanguni, moja ya mambo ambayo yanaenda kufanyika utakuta mtu ana mchawi yule, anamwagiza huyu mtu ambaye anaenda kushtakia mashtaka hayo kwa mchawi yule, kwamba mimi nataka fulani iwe hivi na hivi, fulani iwe ni hivi na hivi. Na baadhi ya vitu wakaagizwa, wapo wanaoagizwa nywele wapo wanaoagizwa sijui kucha, wapo ambao wanaagizwa nguo eh, wanazovaa watu husika ambao wanatakiwa kupeperushwa. Mathalan, mathalan utakuta mtu mwanamume ana mkewe au ana wakeze. Sasa katika wakeze hawa mume huyu kastirika na mambo ya machafu huko nje, lakini bahati mbaya aka akateleza, aka mathalan akawa na mwanamke huko nje. Sasa yule mwanamke anakuja kumtengenezea mambo ambayo ana, inapelekea mwanamume huyu anaisahau familia yake. Alikuwa anatoa matumizi vizuri katika familia yake, lakini familia hiyo ikawa tena haipati matumizi eh? Yeye huyu mwanamke anasema nimemtia katika kiganja cha mkono Haya ni mambo mabaya sana ambayo Allah tabaraka wataala hayapendi. Na kama wewe mama, umeshakushafanya hivyo, basi mrejee subhanahu wataala. Ni jambo baya sana sana sana sana. Kwa huruma yake Allah tabaraka wa taala, inshallah tunaweza kupata nusura yake subhanahu wataala. Na uchawi, ndugu zanguni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaueleza sana ndani ya kitabu chake kitukufu, ameeleza Eh, mara nyingi sana kila anapomtaja Nabii Musa alayhi salam ametaja mambo haya, eh, mambo ya uchawi lakini Mwenyezi Mungu pia pamoja na kutaja uchawi huo, namna gani watu walioweza kupambana na Nabii Musa alayhi salam, wakidhani kwamba Nabii Musa ni mchawi, bali Mwenyezi Mungu alikuwa akimpa muujiza eh, wa kuweza kuonyesha kwa waja wake Allah ili waweze kumwamini Nabii Musa kwamba Nabii Musa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini watu wakachukulia kwamba Nabii Musa ni mchawi, kwa hivyo tumletee wachawi wenzie ili waweze kuja kupambana naye, subhanallah. Mwenyezi Mungu kila anapomweleza Nabii Musa ndani ya Qur'ani anaeleza na matukio mazima yaliyomtokelezea ya kichawi. Lakini pia Mwenyezi Mungu hakushindwa pia ku hakuacha pia kuleta maneno ya kuonyesha kwamba Nabii Musa ataenda kushinda. Anasema Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Allah, ma jitum bihi sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslih amala almufsidin kwamba yote mnayokuja nayo ya kichawi, yote mnayo yafanya ya kichawi, amali zote za kichawi mnazozifanya, basi hakika Mwenyezi Mungu atayabatilisha yote, atayaua ua yote hayo, atasagasaga, atayavunjavunja kwa vunja, hakika Mwenyezi Mungu hafanikishi kazi za mwenye kufanya fisadi. Ndugu zanguni, katika hili wapo watu ambao wameteseka sana kwa matatizo kama haya. Sasa zipo dalili ambazo zinaweza kukujulisha ya kwamba na wewe pia umepatwa na uchawi wa namna hiyo. Miongoni mwa dalili hizi au utamjuaje mtu aliyerogwa uchawi huu wa kupeperusha na kutia bugdha baina ya mtu na mtu, baina ya mtu na bosi wake, baina ya mtu na wafanyakazi wake, baina ya mtu na mkewe, baina ya mtu na, na, na mumewe na kadhalika na kadhalika. Uchawi huu wa sihir assarfi uchawi wa kusarifisha walbaghta na kutia bughudha, ndani yake chuki, hasadi, vifundo. Tunasema moja ya dalili hizo ni hii ifuatayo. Ya kwanza, jitambue ndugu yangu na uweze kutafuta nusura yake, subhanahu wa ta'ala, inshallah. Kwa hiyo tunasema walihadha sihr au walihadha naw min asihr laha a'radan kathir, tunasema na aina hii ya uchawi huu unazo dalili nyingi sana za kuweza kumtambulisha mtu kwamba na wewe umerogeka kwa uchawi huo. Miongoni mwa dalili hizo tunasema ya kwamba inqilabi ahwali lhubi ila albaghd, ni kubadilika ile hali uliyokuwa nayo ile automatically yako ya upendo wako wa kumpenda mke wako ikabadilika kuwa chuki kwako, kwa wewe. Ile hali uliyokuwa nayo ya kumpenda mumeo ikabadilika kuwa chuki kwa mume wako, jichunguze. Ukawa na hali za namna hiyo, ambazo hapo awali hazikuwa kwako, basi jitafakari mara mbili, naendelea kufuatilia zaidi, utagundua nini tatizo linaloendelea baina yako wewe na mumeo. Lakini pia ile hali ya upendo baina yako wewe na bosi wako ikawa imepotea au ile hali baina yako wewe na na mfanyakazi wako ikawa imepotea. Au ile hali ya kuipenda mali yako leo hii ukawa huipendi tena mali yako, watu wakawa wanatumia hovyo hovyo tu, ikawa pia imepotea. Lakini pia dalili ya pili ya mtu mwenye kuwa na uh, aliyepatwa na uchawi huu wa kumpepe wa kupeperushwa anakuwa na maamuzi ya haraka sana. Dalili ya pili ni kuwa na maamuzi ya haraka sana yani, baada tu ya kusikia jambo, baada tu ya kuambiwa jambo, baada ya kuona jambo, hata kama hajafata tafiti, hajafanya tafiti, hajafanya uchunguzi, ameletewa tu habari, basi haraka sana kutoa maamuzi. Yani, mathalan, mtu anaweza akaambiwa kwamba mtaa wa pili pale kwenye ule uchochoro nimemuona mkeo amesimama kwenye uchochoro ule wa mida ya saa sa mbili, mbili asubuhi au sa, sa, sa, sa moja moja hivi. Sasa wewe mume, badala ya kufanya uchunguzi, tayari hapo hapo ulivyoambiwa na ule mtu, umekurupuka moja kwa moja, wewe ni hivi wewe ni kadha na ugomvi na nini, chukua talaka yako ondoka. Haya ni matatizo makubwa sana ambayo yanaipata jamii zetu. Halafu baada ya hapo mtu baada ya eh, matukio hayo kutokea mtu anakuja kujitafakari, nini kilichopelekea mpaka sisi tukagombana? Hao ni kitu cha msingi, eti tu kwa sababu walisikia tu maneno maneno ya watu waliongea. Sasa mtu huyu anakuwa na haraka ya kufanya maamuzi. Yani si hilo tu, hata makazini au labda nyumbani kwake, matumizi na nini. Yani anakuwa ni mwingi wa hasira na ni mwingi wa kufanya maamuzi ambayo yanakuwa hayana hekima wala busara ndani yake. Hili ni tatizo. Na tatizo hili unaweza kukuta hapo awali mtu huyu hakuwa katika desturi na tabia kama hiyo. Inshallah tumuombe, tumwombe Mwenyezi Mungu atunusuru na matatizo kama haya kwa utukufu wake na huruma yake, subhanahu wa taala. Ama dalili nyingine tunasema adamil istikrar fi makanin wahid, tunasema dalili nyingine ni kukosekana utulivu wa ukaaji wa sehemu moja yani mtu huyu anakuwa yeye ni wa kuzurura tu, eh. Waunguja wanasema kuranda na njia, yani kama ni mume, nyumbani hapakaliki. Kama ni mke, mume akitoka basi naye katoka, yaani ni mke wa mtu, lakini kutwa anaweza kamaliza mitaa karibia mia moja. Huko ni pahala gani asipojulikana mke huyo? Yaani yeye ni kuzurura tu, yaani hata huyo mume aisha mkanya huyu mkewe, lakini imeshindikana au ha mke alishamkanya mumewe, mbona unatembea sana, mbona utulivu huna, lakini pia vimeshindikana. Hili ni tatizo lingine ambalo linasababishwa na uchawi huu, tunasema assihru sarfi walbakti. Ama dalili nyingine tunasema kuthratu shukuk fi lashabi wal ikhwan. mara nyingi mtu huyu anakuwa na mashtaka mashtaka mengi sana, ni kwa marafiki anakuwa na mashtaka mengi sana kwa ndugu zake, yaani shutuma shutuma zinakuwa ni nyingi. We mbona hivi, we mbona vile, we vi. yaani kiswahili kifupi, sijui wa, wa, wa, wa, baadhi wanasema sijui gubu, yani nkwamba sijui gubu limezidi yani. Lakini ninakuwa si gubu, basi kumbuka mwenzio tayari ameshasibiwa na matatizo. Inawezekana ikawa hali si yake, ambayo inakuwa na shukuki nyingi sana ma shakashaka shaka nyingi, mashtaka mashtaka mengi sana inakuwa ni tatizo kubwa ambalo linakuwa limeshakwisha kumpata ndugu yetu huyo. Lakini tatizo lingine tunasema ukuzaji wa mambo. Yani mtu jambo dogo ambalo lingeweza kuongeleka katika hali ya ustaarabu na likaisha, lakini mtu huyu jambo hili hatalifanya liwe kawa ni kubwa zaidi na likachukua umapana na umapana wa jambo kubwa, namna linavyokuwa na jini, na, na hatimaye jambo hilo likaleta kuleta tafaruku na mfarakano mkubwa, wakati jambo lenyewe laiti kama hata unaenda kumhadithia mtu anaweza akakushangaa kwamba kwa tatizo hili ndio limesababisha nyinyi mgombane, kwa tatizo hili ndio limesababisha wewe uombe talaka kwa mumeo, kwa tatizo hili ndio limesababisha wewe uombe, uombe, uh, uh, utoe talaka kwa mkeo. Yaani mtu anakushangaa anashangaa, kwa tatizo hili ndio imesababisha umwache mfanyakazi wako, au kwa tatizo hili ndio limepelekea wewe uache kazi. Yani vitu vya na vya namna hiyo tunasema ni uchawi sarfi, sihru sarfi walbaghdi, uchawi unaopeperusha unampeperusha mtu na kuleta bughdha ndani yake. Lakini dalili ya mwisho ya uchawi huu tunasema mtu anapopatwa na uchawi huu uchawi wa uh, sihru sarfi wal baghdi, uchawi wa, ku, wa, ku, wa kumpeperusha mtu na kutia bugdha. Mtu huyu moja ya dalili yake ya kuweza kumtambua anakuwa, yani ni mwingi wa kukumbuka mabaya, matendo mabaya aliyotendewa kuliko kukumbuka mema aliyotendewa. Yani unaweza unaweza uh, kuwa umemtendea mema hamsini lakini ukaja kumfanyia baya moja tu hili baya moja likaja kufuta yale mema yote hamsini uliyofanyia. Na muda wote yeye atakuwa na kuongelea mabaya tu, anakuongelea mabaya tu, hakumbuki walau hata jema moja uliyokwisha kumfanyia. Walau hata chembe ambayo uliyokwisha kumfanyia. Pengine akaanza kuizungumza nayo kwamba nakumbuka siku moja ulinifanyia hivi na kumbuka siku moja ulinifanyia hivi. Hilo huwa halionekanagi kwa mtu ambaye aliyepatwa na uchawi huu. Lakini yeye anachukulia ana, ana, ana, ana lile baya moja ulilofanya basi ndio linakuja kuvuruga mema yote kabisa kabisa, yani inateketeza yote kabisa yani. Mtu wa namna hii ukimwona, wa namna hiyo, basi mpe nasaha na uweze kumsaidia. Pia inawezekana hali hiyo si hali yake halisi ambayo alionayo, ni hali ya kuweza kupatwa na shari za kishetani, hali za kichawi zinazosababishwa na eh, majini na wanadamu. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kula kheri kila mmoja abakie salama. Nini tiba yake? Nini eh, ya kuweza kumnusuru? Namna gani tunaweza tukamnusuru mtu huyu? Tunasema sisi kwamba zipo dua eh, nyingi kabisa tunaziita ni dafaul balaa, dua za kuondoa mabalaa, lakini pia tunaziita zipo dua zingine tunasema eh, ni raddal adawa za kurejesha ubaya huko ulikotoka, uondoke wewe. Lakini pia kuna zile dua ibtal sihir za kubatilisha uchawi, pia zipo eh. Tunaweza tunaomba kwa utaratibu maalum wa mafundisho ya Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Dua hizo ni mujarabu sana kwa kuweza kuondosha mabalaa ya, ya aina hizo. Kuna rukya maalum ambazo zinaweza kusomwa na biidhnillahi tabaraka wataala, mtu akarudi katika hali yake iliyokuwa salama. Hivyo unaweza kakuta familia zinagogorana, familia zinapigana, zina zinasuguana, zina, zina ndani cha msingi ni kumwomba Mwenyezi Mungu, kufanyike dua ndani ya nyumba hiyo, ndani ya familia hiyo, ili ibakie salama na amani na maisha yaweze kuendelea na wa, uh, watu waweze kuendelea, mke na mume na watoto waweze kufurahikia upendo wa baba na mama. Lakini pia kwa sababu uchawi huo tusipoweza kuudhibiti, basi unaweza kuja kusababi, ndo, unakuja kusababisha hata kupatikana watoto ambao wasiokuwa na Hey, wasiopata huduma za wazazi wao kwa sababu tu ya mambo haya ya, ya, ya chuki na, ku, na, na na na ku na kupeperushana katika ndoa za za wanandoa, lakini pia zipo dawa ambazo ni nzuri sana biidhinillahi tabaraka wa taala, ambazo wanandoa hawa watazitumia ili kubatilisha yote ambayo waliofanyiwa kwa utukufu wake subhanahu wa taala. Lakini pia kuna utaratibu vile vile wa dawa hizi baada ya kuwa zimeshaandaliwa ile michanganyo yake, kuna dua maalumu ambazo huwa zinasomewa zile dawa, ili kumwomba Mwenyezi Mungu kutafuta shifaa kwake yeye subhanahu wa taala. Lakini pia zipo eh, aya maalumu ambazo kwa aya hizo tunaposomea dawa zile, wallahi tallahi, kuna kuwaga na majibu makubwa sana sana sana ya kuweza kuondosha matatizo hayo, lakini pia kuna majina yake Allah tabaraka wa taala ambayo yanahusiana na mambo kama hayo, tunayasoma majina hayo kwa idadi maalum kwa ajili ya kusomea zile dawa na kwa ajili ya kutafuta ponyo yake subhanahu wataala. Kisha tunapompa mgonjwa wetu, au wale wenye kusumbuliwa na matatizo kama hayo, wallahi, tumekuwa tukiona mafanikio makubwa kabisa ya namna gani watu wanaweza kupata shifaa na huruma yake subhanahu wataala. Mimi niseme kuanzia sasa, wewe unayetarajia, unayefikiria kumwacha mkeo kwa sababu mkeo ni mzururaji sana, mze, mkeo hakusikilizi, mkeo amekuwa kadha wa kadha Usimuache ndugu yangu, bali turejee kwa Allah tabaraka wa taala, tukae chini, tuinue mikono kwa Allah tabaraka wa taala, lakini pia dawa zipatikane, mke huyu atatulia na wewe ambaye una, unafikiria kwamba mimi bora tu nipewe talaka tu kwa mume wa namna hii nilishachoka, sijui nishafanya nini la, usikimbilie huko, bali tutafute nusura yake Allah tabaraka wataala, tumwombe subhana wataala wa, na tuondoshe hichi kilichopo baina yako wewe na mwenza wako, na hizi hasadi zinazo has, eh, zinazofanyika na wanadamu na majini kwetu sisi, basi biidhnilahi tabaraka wataala, Mwenyezi Mungu aondoshe ni tumekwisha fanya kwa watu wengi na Allah tabaraka wataala ameonyesha manfaa makubwa na huruma yake biidhnillahi e, tabaraka wataala imewafika waja wa Allah subhanahu wa taala. Lakini pia waweza kunipata kwa namba ya WhatsApp sifuri saba moja tatu arobaini na tatu tisini na nane tisini na moja. Lakini pia waweza kunitafuta kwa namba ya 0 68549636 ni mimi ndugu yako Khamisi Suleimani, ni kuage kwa kukwambia wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.